Ok, naomba tuangalie mahesabu kwenye programu ya Excel. Mahesabu kwenye programu ya Excel yanaweza kufanyika kwa njia mbili. Njia ya kwanza ni kwa mtumiaji wa Excel kuandika kanuni kwa ajili ya mahesabu. Kanuni tunaita formula, ni kanuni ambayo unaiandaa kwa ajili ya kufanya mahesabu kwenye programu ya Excel, lakini pia unaweza ukatumia kanuni ambazo zimekwisha andaliwa tayari ndani ya programu ya Excel ili kuweza kufanya mahesabu. Kanuni hizi ambazo zimekwisha andaliwa tayari zimo ndani ya Excel, tunaziita function. Formula ni kanuni ambazo tunazitengeneza sisi wenyewe kwa ajili ya kufanya mahesabu ndani ya programu ya Excel. Kuna mambo mawili ya kuzingatia tunapotaka kuandika na kuandaa kanuni kwa ajili ya kufanya mahesabu cha kwanza ni alama ya sawasawa. Alama ya sawasawa inawakilisha kwamba ni muda wa kufanya mahesabu kwenye programu ya Excel. Lakini kitu cha pili cha kuzingatia ni operator, operator ni alama inayowakilisha aina gani ya mahesabu unayofanya kwa muda huo. Twende tukaangalie mfano wa matumizi ya formulas. Kwenye programu yangu au kwenye ukurasa wangu huu wa kwanza nime ingiza taarifa hizi, nimeingiza namba, namba ya kwanza, namba ya pili pia. Lakini namba ya kwanza ni ishirini na namba ya pili ni namba nne. Kwa kutengeneza fomula nataka kupata jumla, lakini niweze kutoa namba hizi, kuzizidisha, kugawa na kupata kipeuo. So ili niweze kujumlisha nitaanza kwa, kwa, kwa kuweka alama ya sawasawa. Alama hii ina, inaonyesha kwamba ni muda wa kufanya mahesabu, then nitaandika ishirini na nitaweka operator kwa ajili ya kujumlisha, ayo ni ama plus. Baada ya kuweka operator, nitaandika namba ninayotaka kuijumlisha inayofuata, namba ya pili ambayo ni namba nne. Niliyoingiza hapa ni formula, kanuni kwa ajili ya kujumlisha namba hizo mbili, na nitapata jibu baada ya kubonyeza enter. Kuweza kutoa namba nitaandika alama ya sawa sawa. Then sawa. nitaandika namba ishirini na nitaweka opareta kwa ajili ya kutoa na nita, nitaandika namba ambayo nataka kuitoa na nikibonyeza enter nitapata majibu. Ili kuzidisha namba ishirini na namba nne kwenye Excel nitaanza na alama ya sawasawa, nitaandika ishirini na nitaweka alama ya kuzidisha. Alama ya kuzidisha ni nyota, bonyeza shift na namba nane kuweza kupata alama hiyo na baada ya kubonyeza enter nitapata majibu. Ili kuweza kugawa namba mbili, nitaanza pia na alama ya sawa sawa, nitaandika ishirini lakini pia nitaweka alama ya slash. Alama niliyoweka ni operator kwa ajili ya kugawa namba, na baada ya hapo nitaweka namba nne. Hiyo ni kanuni ya kugawa namba mbili kwenye Excel. Nitabonyeza enter kuweza kupata jibu. Kuhusu kipeuo cha namba au exponent ya namba unaipata kwa kuandika sawa sawa, hii inaonyesha kwamba nataka kuingiza kanuni. Nitaandika ishirini na nitaweka alama hii kwa ajili ya kipeuo, nitaweka alama hiyo kwa ajili ya kupata kipeuo cha nne, then nitapata majibu.